Kuhusu so, Mtanzania aliye uh, rubani wa kitanzania ambaye alikamatwa kule Sudani ya Kusini uh, kwa kweli na sisi taarifa zile tulizipata kupitia vyombo vya habari uh, na kwa ajili ya shughuli zetu za, za wizara, kila eneo kunakuwa na wawakilishi pale wizarani ambao wanakuwa wanashughulikia lile eneo. Kwa hiyo tulipata hizo taarifa, afisa uh, wetu alituambia kuhusiana na taarifa ambazo zimeandikwa kwenye vyombo vya habari. Kwa hiyo kwa upande wa wizara intervention ambayo ya haraka haraka tunaweza kuifanya, kwa bahati mbaya uh, Tanzania hatuna uwakilishi Sudan ya Kusini. Tunatarajia katika hizi balozi mpya zinazoenda kufunguliwa pengine tutafungua ubalozi, hivyo tulifanya mawasiliano na ubalozi wetu wa Kenya ambao ndo unashughulikia Sudan ya Kusini. Kwa hiyo waliweza kuwasiliana na kufanya taarifa ya awali na kubaini kwamba kweli huyo alikuwa ni raia Mtanzania au la, kubaini kwamba ni raia Mtanzania, lakini wakati bado akiendelea wa na mipango tulipata pia taarifa ya pili kwamba ameachiwa uh, bila masharti yote. Kwa kweli ni faraja kama wizara, kwa sababu kila mara unaposikia taarifa kama hizi kwamba kuna Mtanzania amekamatwa, kuna Mtanzania ambaye ameingia kwenye nchi husika kinyume cha sheria, kwa mfano kama hao Watanzania waliingia Malawi, uh, wakasemekana kwamba ni, ni majasusi lakini uh, Ha, haswa wao ni watafiti ambao wametoka kwenye taasisi ya dini ambao hahusiani kabisa na serikali. Kwa hiyo kama wizara mnakuwa mnaingia kwenye uoga sana hususan, uh, maisha ya Mtanzania yanapohusika na unasikia ametekwa, hata kama amewekwa ndani na serikali ya nchi hiyo ama ametekwa na majasusi ameni ametekwa na wahalifu wa nchi, kwa mfano kwenye, kwenye hii kesi ya Sudan Kusini kwa hiyo uh, mara nyingi tunaendelea kutoa wito na kutoa taarifa kwa Watanzania wenzetu kwamba mara kwa mara wanapotoka nje ya mipaka ya Tanzania wao ni vizuri sana kutoa taarifa. Kama unaenda kwenye nchi husika na hujui uwakilishi wa Tanzania uko wapi, yaani kwa mfano hujui Tanzania inawakilishwa aje nchi hiyo, basi kabla hujaondoka nchini, kwa sababu unavyopanga safari unakuwa unajua, kabla kabla hujaondoka nchini, jitahidi kadri unavyoweza kuwasiliana na wizara mambo ya nje na kutoa tu taarifa kwamba mimi kazi yangu ni rubani na, na nimeajiriwa na ndege ambazo zinaruka Sudani ya Kusini, nitakuwepo huko kwa muda, siku fulani mpaka siku fulani, ili kusudi hata na sisi tunaposikia kwamba mtu amekamatwa tunakuwa na taarifa. Lakini unapopata taarifa kwamba kuna kuna Mtanzania tena kwenye vyombo vya habari, jukumu la kwanza kabisa ni kuhakikisha jewe huyu ni kweli Mtanzania, kwa sababu msije mkapeleka resources, msije mkapeleka mkai mka, mkawekeza muda na gharama na, na, na, na watu wa kwenda kushughulikia kumbe unakuja kukuta yule mtu hata sio Mtanzania. Kwa hiyo hiyo yote ina, inachukua muda lakini pia ina, inafanya watanzania wanakuwa wanapata shida bila sababu, lakini pia kuna sheria za kidiplomasia ambazo zingeweza ama zingepashwa kuzingatiwa. Kwa mfano kwenye hili swala la watanzania waliokamatwa Malawi, kama wangekuwa wameleta taarifa wizarani ama wangekuwa wamehusisha ubalozi wa Tanzania nchini Malawi, basi tunatarajia hata wasingeweza kuwekwa ndani kwa muda ambao wamewekwa, lakini kwa sababu hakuna ta hakukuwa na taarifa, kwa hiyo mpaka tunaanza kumhusisha balozi na kuanza wasingeweza kutafuta taratibu za kidiplomasia, tayari ofisi za serikali zilikuwa zimefungwa na ni muda uh, ambao ulikuwa ni kipindi cha sikukuu na utaratibu wa serikali ya Malawi ni kwamba watu wote serikalini wanaenda likizo kipindi hicho. Kwa hiyo sasa unakuta watu wanapata shida kwa kutokujua tu, lakini kama wangetambua kwamba wangetoa taarifa mapema, wangefuata taratibu na sheria za nchi husika, basi yale yote mambo yangekuwa yasingefikiwa hapo na wasingekamatwa. Kwa hiyo tunaendelea kutoa wito uh, kwa Watanzania, taasisi za dini uh, taasisi za uh, sekta binafsi uh, na lakini tuna Watanzania moja mmoja, kama unatembelea kwenye eneo, hususan haya maeneo yenye migogoro, ni vizuri sana kutoa taarifa, kuzingatia sheria za nchi husika unapoenda, lakini pia kwa, kueleza kwamba unaenda sehemu fulani, na kama unaenda kwa, sio kwa nia mbaya, ni vizuri tu ukaleta taarifa pale wizarani hata kama ubalozi uweze kufikia, lakini taarifa wizarani nadhani ni muhimu ili kuepuka usumbufu wa aina hiyo. Kwa mfano kama hizi misheni za, za kidini ama za, za kama hiyo ya Malawi na hiyo ya mashehe, ni taasisi ambazo za kidini ambazo zinapeleka watu mara kwa mara, kwao sio kitu kigeni. Kwa hiyo unapokuwa unatoa labda mwezi huu umepeleka grupu ya watu kumi, unajua kabisa baada ya miezi sita tutapeleka watu wengine kumi. Yani hiyo mm, ni, ni utaratibu ambao umeshazoeleka. Kwa hiyo ni vizuri katika process hizo hata kuandika tu barua wizara ya mambo ya nje Afrika Mashariki: Tunapenda kuwataarifu kwamba tarehe kumi mwezi wa sita tutapeleka watafiti wetu sitini kwenye nchi fulani tunaomba mtuwezeshe ama tunaomba msaidie uratibu wa kujua Tanzania hao watakapokuwa kwenye nchi fulani tunaomba mtuwezeshe, ama tunaomba msaidie uratibu wa kujua Tanzania hao watakapokuwa something. Kwa hiyo sisi tuna forward ubalozi, ubalozi wetu anakuwa anajua kwamba starehe fulani kuna watu fulani wanataka kwenda taasisi fulani, kwa sababu unapokamata unakuta wewe ni raia wa nchi nyingine, immediately watapiga ubalozini, tumekamata raia wa nchi yako ama tuna, tuna, kama amekamatwa of course na serikali mm -hmm. Hii kesi ya Malawi lakini kwa kesi ya hawa wanaita wahalifu, yani kama um, either ni nani wanaita wa nini au? Au, wa Sudan Kusini mm -hmm. Rebels. Mm -hmm. Eh, sasa pale hakuna mawasiliano ya kiserikali, kwa hiyo sisi hatuwezi kujua, hatuna jinsi ya kujua, na hata mtandao ulioandika ni mtandao ni private mm, sio serikali, kwa hiyo inakuwa ngumu zaidi.